Bwana asifiwe, mpenzi wa mashairi, kwa ndugu zangu Waislamu asalamu alaykum, na karibu kwa tafakari letu la leo, ambalo latoka katika kitabu cha Zaburi 98 na zaburi ninatuhimiza kumwimbia Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Ni Mungu atendaye makuu kwa mataifa na wenye haki Nimepata kumnukuu Mfalme Daudi katika Zaburi 98, kuanzia kwanzia mstari wa kwanza, wa pili hadi wa tatu aba, tena tatu cha da hadi wa nne, ambalo ndilo shairi langu la leo, na kibagizo nimekitoa katika mstari wa pili ba. Nikiendelea hapo mwisho, Mfalme Daudi anaongezea kuwa mshangilieni Bwana nchi yote Pigeni kelele za furaha, imbeni zaburi. Tumsifu Yesu Kristo, karibu. Wimbo mpya mwimbieni, ya ajabu umefanyia. Mkono wa kuumeni, ndo mtakatifu pia. Wa Bwana mkono yani, ushindi memletea. Haki yake mefunua, machoni pa mataifa. Haki yake mefunua, machoni pa mataifa mewambia, kuhusu ushindi wake. Na machoni pao pia, mefunua haki yake. Nayo Israeli pia wema, waminifu wake. Haki yake mefunua, machoni pa mataifa ni pa mataifa. Misho yote ya dunia, wokovuwe meonani. Nchi ipate sikia, Bwana ishangilieni nchi ipate sikia, Bwana ishangilieni. Kelele pigeni pia, zaburi nayo imbeni. Kelele pigeni pia, zaburi nayo imbeni. Haki yake mefunua, machoni pa mataifa. Haki yake mefunua machoni, haki yake mefunua machoni pa mataifa. Amina.